Hayo ya amani. Familia ya Mirriam Namachanja mwanafunzi aliyefariki katika kijiji cha Luvambo, kaunti ndogo ya Malava akiwa likizoni kutoka shule ya upili ya wasichana ya Mukumu hatimaye imezungumza kuhusu kifo cha mwana wao. Familia hiyo imeitaka tume ya kuajiri walimu kubadili usimamizi wa shule ya Mukumu, ikidai kuwa mwalimu mkuu Frida Ndolu amehatarisha maisha ya mwana wao kwa muda mrefu. Ni kilio cha familia yaMirriam Namachanja. Board of management yote ya hiyo shule ibunjiliwa mbali, wajagwe board ingine, hiyo inaendesha shule pamoja na mwalimu mkuu, inatakana ifanye compensation. Ni hiyo sababu, e, e, tutasema kosi inatokea kwa shuleni e, sio huku kwetu, ama sisi sio wasasi ndio wote na ndio ya shule. Sababu hiki sio kisa cha kwanza, kuna hii visa imewai huwa inafanyika duka kila mwaka every year lazima watoto wanakufa, wawili watatu, mpaka kwa wanafunzi waine hivi. Katika mm. boma lao kijijini Luvambo, kata ya Chekulo, eneo bunge la Malava, mipango ya mazishi ya Mirriam inaendelea. Vile tulienda huko, nilishangaa na hiyo shule, hata niliambia baba yake vile tulikuja, nikasema eh, na hiyo shule kweli afya usafi iko chini kabisa. Tumeenda, ukifungua kila choo imejaa, hii ya kuflash imejaa, mpaka hata imemwakika chini, na mwanafunzi anatoka huko na maji ya lita tatu atamwakilia tu hivi na, na, na, na mikono ndio yote iishe hiyo chafu iishe. Nikasema kweli ma, maji lita tatu mtoto ametoka huko mmoja anaweza mwakilia hii chafu yote iende? Kulingana na wazazi wa mwenda zake mwanao alifika nyumbani kutoka shuleni na kulalamika kuhusu maumivu ya mgongo, tumbo pamoja na viungo vingine vya mwili. anahisi choto mingi kabisa na chasho imeanza tu kutoka tu kama maji nikasema ah. Haya, kupumua nikamuuliza, Miriam nachisikia kukohoa? Kasema hapana e, na nini mbaya? Kasema vile ni, nilikuwa nakula maembe. Ndio baba yake kasema wacha mchipange, um, tuende Lukulu, wacha niende nione mutu wa pikipiki. Hasa kaambia baba, kimbia uone kefa mkuche na pikipiki, alafu tuende mwenyewe akam e, tumpeleke Lukulu. Inadaiwa Mirriam alisema walikuwa wakitumia mara kwa mara maji kutoka nje na ndipo matatizo yake yalianza. Kwa hakika ametoka, na before atoke hiyo sasa siku yenye alitoka hiyo on Sunday, hiyo Saturday usiku alinipigia simu saa tatu. Tukoongea naye, tukoongea mambo mengi brother, ndio tuonana na wewe Eh, akaniambia akiniuliza brother wangu utakuja lini? Nikamwambia maybe mpaka December, wewe uko si mbali. Nilikuwa nataka tu, at least hata kama unaweza pata time, ukuje unione. Kamwambia sawa, waja mimi mwenyewe nitajipanga, alafu nikuje. Na akaniambia kesha yake nataka nitafute simu ya mtu mwenye kwa WhatsApp, nitakuvideo call at least tuongee na wewe tukionana hivi Akaniambia lakini wewe usikuwe na shaka, mimi nimepona, nataka kurudi shule. sababu kuu ya kinachoendelea shuleni umo akijabainika, huku sampuli za vyakula na maji kutoka shule hiyo zikiwa tayari zimepelekwa kwenye maabara ya Kemri Kisumu. Vilevile vile imebainika kuwa wavulana wa shule ya Butere pia wameathirika, huku shule hiyo ikifungwa kwa ghafla baada ya wanafunzi hao kuanza kuharisha na kupelekwa hospitalini. Shule ya wasichana ya Mukumu ilifungwa siku chache zilizopita baada ya wanafunzi wawili kufariki na zaidi ya 130 kuathirika na wanaendelea kutibiwa hospitalini. Ruth Huamboi, Kurunzi mashinani.